kwamba wewe ukiswali kwa udhu uliochukua kwa kutayammamu, thumma wajadta almaa, kisha ukapata maji, falaysa alayka i'adatu lsalati, si juu yako wewe kurudia ya swala. Ukiswali kwa kutayammamu, kisha umemaliza kuswali ukapata maji, ilikuwa shida kubwa ni maji, kwamba hakuna

fala budda min alwudui bilmai, hakuna budi utawadhe kwa maji. Vipengele viwili muhimu. Umeyapata maji kabla hujaswali ulitayamamu kwa kukosa maji, ukapata maji kabla tu hujaanza kuswali, unatakiwa urudie. Kufanyaje? Utawadha kwa maji. Umeyapata maji baada ya kuswali, unatakiwa ufanyeni

Basi miongoni mwa vitu vyenye kubatilisha tayammum ni kule kupatikana maji kabla ya kuswali. Yanayobatilisha swala yanafahamika sawa. So, yale yanayobatilisha swala yanafahamika ndiyo yale yale ambayo yanayobatilisha udhu, siyo swala. Yanayobatilisha udhu yanafahamika.

Aliyekosa vya kujitaharishia viwili, mtu ili jitaharishi atatumia kitu gani na kitu gani? Viko vitu viwili muhimu katika sheria ya dini yetu vya kujitaharishia. Nauliza swali, naam. Mtu ili awe tahara na vitu muhimu viwili anavitumia ni vitu gani hivyo? Mashaallah. Maji na mchanga au maji na udongo. Kwa maana maji ndio yanaotangulia kukosekana. Maji basi, mbadala wa maji nini? Na mchanga au udongo, au ni kutayamma. Sasa je, afanyeje mtu ambaye vitu hivyo viwili vyote kakosa? Inawezekana kweli eh? Kitu gani afanye?

wala almawdi'a at-tahira wala sehemu iliyo na utahara alladhi yatayamamu minhu, ambayo sehemu hiyo atatayamamu kwayo, sawasawa kama kana mahbusa, kama mtu aliyefungwa fi makani najisi mathalin, kafungwa yuko kwenye adhabu, yuko kwenye shimo la choo kapewa adhabu. Hebu huyu kafungwa, kawekwa m atatayamamu eh, ndio muallifu hapa anatolea mfano mtu ambee, mahbusan kazuiliwa, mahbusan yani ni ni kama ukisikia mahbus ni neno la Kiarabu. Hana amri antwei, basi msoli we kwenye shimo la majitanga allah toshii au lmarbutu fi maudhi bihi kayadhura, au aliyofungwa kisha akawekwa sehemu ambayo ni uchafu, zizi langamia, pana uchafu hivi. Sehemu hiyo kafungwa na kawekwa, hadha al afdhal lahu an yuakhira salata, kilichokuwa bora kwake ni kuichelewesha swala. Liqauli Rasuli llahi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalullahu swadaqatan min ghululin hatokubali Allah tabaraka wa taala swadaka itokanayo na kipato yaani, mtu kaipata kwa kutumia njia za uongo, kadanganya wala salata bighairi tuhurin, wala sala bila ya mtu kuwa tahara. Rawahu Muslimun. Kwa hiyo anasema hiyo swala aicheleweshe, swali kwa wote, sasa mpaka mimi wewe, ila Sheikh Jiba hafidhahullah waraahu, upo utatusaidia, ikiwa muda wa mtu huyo aliyefungwa haujulikani kwamba atatoka saa ngapi, kiasi cha kwamba swala hii imempita ikaingia na swala nyingine, labda ikampita. Ifahamike kwamba swala zinagawanyika vigawanyo vitatu: kuna swala ya za usiku na za mchana na swala hii ya subhi. Sawa eh? kuna swala za usiku na za mchana na swala ya subhi hizi hazina uingiliano. Swala za mchana ni zipi? Swala za mchana ni zipi? Dhuhri na asiri. Swala za usiku, na swala moja ambayo ni ya mwanzo wa, yani mwisho wa usiku na mwanzo wa mchana, ambayo ni swala ya subhi. Kwa hiyo mara nyingi swala hizi za mchana unaweza ukaziunganisha swala za mchana bila kuunganisha na swala za usiku. Swala za usiku nazo unaweza ukaziunganisha kwa wakati wake yani, moja wako ukaiswali katika wakati wa mwenzie. Swala ya subhi itabaki vile vile. Sasa swali langu, je, ikiwa muda umepita mpaka inafika swala nyingine ambayo haina mahusiano, je, hapo mtu wafanyeje? Kabla hatujatumia rai na vile tulivyosoma, Shihijibu, unaweza ukatusaidia hapa katika hilo kulipa? Naam, kulipata. Tayyib, kwa hiyo hii kauli ya afdal lahu an yuakhira salata, kwamba kilichokuwa bora kwake yeye

au najisi hizo wahiya na hizo najisi ni kama zilivyoorodheshwa hapo. Kwanza kabisa, almaitatu, zoga maitatu, mfu maitatu, kilichokufa katika wanyama chenyewe bila ya kuchinjwa. Damu lmasfuh il, damu iliyomwagika addamu almasfuh, damu iliyomwagika. So, sawa sawasawa, ile ni najisi. Tuelewane vizuri hapa. Kuna baadhi ya makabila siyataji hapa yanakula ile kichinja, wanakuja kukinga hapo, wanaita kisusio. Haifai, ile ni najisi. Mchuikuona eh? Achinji, unaambiwa tuwekee damu hapo Unachukulia sufuria lile, ile damu inatengenezwa, wanaita kisusio. Ile damu ni damu najisi. Katika najisi nyingine, lahmul khinzir, nyama ya nguruwe, nyama ya nguruwe. Namba nne, baulul insani au ayi hayawani la yukalu, mkojo haja ndogo ya binadamu au mnyama yeyote asieliwa, mnyama asiyeliwa, binadamu, mkojo wake ni najisi au mnyama asieliwa. Namba tano, ghaitu linsani au ayi hayawani la yukalu, kinyesi cha mwanadamu au mnyama yoyote yule asieliwa. Namba sita, ghaiu ladamiyi

au lbadan ni vitu tutaharisha. thawb au lbadan au lardhi, nguo au mwili au sehemu katika ardhi. idha asabatha najasa, kama ikipatwa na najisi. Bila shaka mmoja katika maswali ambayo yaliulizwa. Al-jawab, jawab. amma thawb, ama nguo walbadanu na mwili, fayajibu ghasluhuma bilma'i hatta yazula atharu an-najasati, ni wajibu kuosha kwa maji mpaka iondoke athari ya ile najisi. Hakikisha hivyo, nguo au mwili umepatwa na najisi, utatoaje hiyo najisi? Utaosha hiyo sehemu katika nguo au mwili mpaka hiyo najisi iondoke. Wa amma al-ardu, ama ardhi. Fatathuru idha suba alayha lmau, inataharika pale tu maji yakimwagiwa sehemu ile, pakimwagiwa maji tu, sawa. Ndio maana hata mvua ikinyesha sehemu hivi, tunasema mvua ile imenyesha ile sehemu, basi sehemu ile inakuwa ni sehemu ambayo imetaharika, idha suba alayha lmau

Idha tanajasa hidhauka, kiatu chako kikiingiwa na najisi. Fayumkinuka tutahhiruhu bihakkihi fi lardi, inawezekana kabisa wewe ukitaharishe kwa kukisugua katika ardhi, unakisugua ardhini, kiatu chako kimeingia na najisi. Hata yazula atharu najasati, mpaka iondoke ile athari ya najisi kiatu hicho kikitoharika kikinajisika, kiatu umekanyaga sehemu ambayo ina kinyesi au chochote kile ambacho ni najisi, basi unakiburuza tu hivi, una haki sawa, bihakihi fi lardi, unakiburuza vizuri katika ardhi ile sehemu ambayo imeingiwa na najisi, mpaka ile najisi athari yake iondoke, hapo kiatu kinakuwa tahara. Namba mbili.

ukiwa na yakini yani uhakika, min isabati malabisi ka binajasa, kwamba nguo zako zimepatwa na najisi. Sehemu hii iliyopita hii najisi, kama njia ya kati hapo, shortcut kati ya kuingia kwa konde hapo, njia hatari sana hiyo. Usiku walevi pale wana nini, mikojo sana. Sasa, idha tayaqqanta min isabati malabisi ka binajasati, vichochoro vyetu sisi vichochoro vajulikana, vipo kwenye mabanda. Si mabanda ya ya nini, ya, ya, ya mipira mtu yuko huko anaangalia mpira, akitoka tu pale kwenye uchochoro hapo hapo ndo anamaliza mambo yake. Unajua kabisa kwamba hapa bwana wanapatumia vibaya watu wasiokuwa wastaarabu, na ni njia, unapita, ni njia unapita, ni uchochoro . Sasa ukiwa na uhakika kwamba nguo zako kwa zimetoa na najisi wa maudhiaha bibt lakini hujajua kwamba je nguo hii imekutwa na najisi kweli lakini wapi? Kwa sababu ukiangalia hivi uone, lakini najisi kweli imerukia hapo, tunaelewana uzuri. Fa alika an taghsila thawba kullah, ni juu yako uoshe nguo yote. Sasa sawa, tunaelewana. Fa alika an taghsila thawba kullah, yoshe nguo yote. Namba tano idha tanajjasa dhailu alfatati aw imra'at, kinajisika mkia wa nguo ya mwanamke au binti. Nguo zao wanawake zatakiwa ziburuze chini, wasionekane miguu yao, miguu pia ni fitna, tunaelewa hiyo. Wasionyeshe mapambo yao, chini wasionyeshe miguu yao, nguo zao zatakiwa ziburuze chini, tofauti na mwanamme. Mwanamme yeye nguo yake atakiwe iwe juu mpaka kwenye nusu ugoko. Hiyo ndio nguo ya mwanamume. Mwanamke ndio atakiwa aburuze nguo lake, aburuze chini. Tumeelewana jamani? Hiyo tabii muhimu sana tuichukue. Kwa hiyo wewe mwanamume unayeburuza nguo, jua kwamba unajitafanisha, tashabuhu bin nisa, unajifanyanisha na wanawake wake, maanake wao hawatakiwe onekane. Kwa hiyo hukumu ya mwanamke nguo yake ikiburuza chini idha tanajjasa dhailu lfatati, kisha ikapatwa najisi ulimkia, kwa maana ile nguo yake iliyozidi inayoburuza chini. Fa innahu yatuhuru bimulamasatihi lilardhi atahira, inataharika pale tu ikigusana na ardhi nyingine iliyotahara. Hapa kagusana na najisi, ikawa anatembea hivi, inaburuza inaburuza, akikutana na sehemu nyingine ambayo iko vizuri